Namna ya kufikisha nguruwe mia moja kwa kipindi cha mwaka mmoja. Unawezaje ukafikisha idadi ya nguruwe mia moja ndani ya kipindi cha mwaka mmoja? Kodi iko hivi. Kwanza kabisa tunafahamu nguruwe ni mnyama ambaye anazaa watoto wengi kwa kipindi kifupi sana. Mimba yake maximum ni miezi minne, ambayo kikawaida ni miezi mitatu, wiki tatu, siku tatu. Nguruwe anakuwa anakuzalia vibwagala, na nguruwe anazaa watoto wengi, wapo wanaenda zaidi ya watoto kumi na tano kama utakuwa umepata mbegu iliyo bora. Hivyo basi, ili uweze kupata nguruwe mia moja kwa kipindi cha mwaka mmoja unatakiwa ufanye ifuatavyo. Kwanza kabisa baada ya kuandaa miundombinu yako, kwa maana ya mabanda, hakikisha unakuwa una majike yako manne, dume moja kwa ajili ya mbegu. Inakuletea jumla ya wanguruwe wako watano ambao utaanza nao, majike manne, dume moja. Na hakikisha nguruwe hao unapokuwa umeanza nao wapo kwenye ule umri ambao tayari wako tayari kwa ajili ya kupandishwa, ambapo mara nyingi huwa ni nguruwe ambaye ana zaidi ya miezi saba nane hivi. Kwa umri huo wanakuwa wako tayari kwa ajili ya kwa ajili ya kupandisha. Hivyo basi, baada ya kupandisha nguruwe wako, utasubiri katika kipindi hicho cha miezi mitatu, wiki tatu, siku tatu, ili nguruwe wako waweze kukuzalia vibwagala. Baada ya hapo nguruwe watanyonya kwa almost mwezi mmoja na nusu. Hakikisha nguruwe wako wananyonya vizuri, na wakishaanza kula wapatie vile vya kula ambavyo vitawasaidia vita katika ukuaji wao mzuri. Starter zipo, kwa hiyo waanzishie taratibu vyakula bora, ili ukuaji wao uwe mzuri. Na tunafahamu kabisa nguruwe kwa mwaka anazaa mara mbili, na katika kipindi cha mwaka atakuwa tayari ameshabeba mimba ambayo anaenda kuzaa mwezi unaofuata. Hivyo basi, mathalani tuseme nguruwe wetu hawa kila mmoja atakuzalia watoto kumi na mbili, maana yake kwa nguruwe wetu wanne hawa utapata watoto arobaini na nane. Kwa watoto arobaini na nane na kwa nguruwe ambaye anazaa mara mbili na, na zaidi kwa mwezi kwa mwaka utajikuta unakuwa una watoto tisini na sita una vibogaa tisini na sita ambao awamu ya kwanza arobaini na nane na awamu ya pili watakuja kuja kuzaliwa ni ao arobaini na nane tena ama zaidi. Na kama tutakwenda kwenye uzao wa pili, nguruwe huwa wanatendi ya kuongeza idadi ya watoto watakaozaliwa. Kama atakuwa meeza watoto kumi na mbili kumi na tatu uzao unaofuata ana possibility kubwa sana ya kukuzalia watoto zaidi ya hawa ambao wamewazaa katika uzao wa kwanza. Baada ya hapo, utakuwa manake, kwa uzao mizao hiyo miwili, utakuwa umepata watoto wako tisini na sita. Ukumbuke mwanzoni tutakuwa tume tulikuwa tumeanza na nguruwe wetu wa nguruwe wetu wa tano, majike manne, dume moja hivyo basi unajikuta una zaidi ya nguruwe mia moja, na hapo nguruwe wako hawa majike, kwenda kwenye mwezi unaofuata, watakuwa tayari wanabeba mimba ambayo watakwenda kuzaa kwa mwaka unao unaofuata. Ni rahisi, lakini inahitaji jitihada kwa kweli, na namna bora ya kuweza kuwatunza hawa hawa watoto mia nguruwe mia. Kwa mwaka kwa mwaka unapata It's simple. Majike manne dume moja kwa mwaka mmoja, nguruwe mia moja unafikisha. Ili upate nguruwe bora, hakikisha utakuwa una chakula bora ambacho unawapatia nguruwe wako. Hakikisha unakuwa unawapatia nguruwe wako maji safi na salama kwa ajili ya kunywa kama utakuwa unaweza, uwe, una, uwe umefunga mifumo ya kuwapa maji ambao wanakunywa moja kwa moja, ama uwe unafanya kama ambavyo sisi tunafanya, tunaweka maji humu wakati tunawalisha asubuhi, na uwe unawafuatilia mara kwa mara kadiri ya uwezavyo kuwawekea maji asubuhi, jioni, na hata zaidi ya hapo. Kupata nafasi mchana, unakuja unampatia, unawapatia maji nguruwe. Wanalipa na kwa nguruwe ambaye ana miezi kuanzia sita plus, huwezi ukakosa chini ya laki mbili na nusu kwa bei ya hamna hamna. Sasa kama una nguruwe mia kwa mwaka, maana yake unaweza ukajua kwa kiasi gani unaweza ukatengeneza. Na kwa mwaka, maana yake wale ambao watakuwa wamezaliwa mkupua wa kwanza ule uzao wa kwanza mpaka ule uzao wa pili unakuja kufika tunaendelekea kumaliza mwaka, maana yake wale wa uzao wa kwanza watakuwa tayari kwa ajili ya kwa ajili ya kuuzwa. Sasa hapo, mkulima utaangalia ama kuuza nguruwe wako kwa ajili ya kipato, na pia hakikisha unakuwa unachagua mbegu kutoka kwenye huo uzao, kwa maana ya madume ambayo mazuri uya uyaweke kwa ajili ya kwa ajili ya kuendeleza kizazi na majike ambayo yatakuwa mazuri kutoka kwa wale watoto ambao watakuwa wamezaliwa. Kwa hiyo ngurue nguruwe mia moja kwa mwaka mmoja inawezekana, kutoka kwenye nguruwe ziro mpaka mwaka mmoja ni jambo ambalo linawezekana. Fuata kodi hii nawe uweze uweze kufikia idadi hiyo idadi hiyo ya nguruwe. La zaidi zaidi ni kuzingatia chakula, kuzingatia dawa. Miundombinu yako ikiwa mizuri hivi, hakikisha banda lako linakuwa kwa mazingira hayo, na hakikisha banda lako linaingiza hewa ya kutosha, bila kusahau kuzingatia, kuzingatia usalama kwa ajili ya mifugo yako, kuzingatia usalama kwa ajili ya mifugo mifugo yako, hilo jambo la kuzingatia zaidi na zaidi. Subscribe channel yetu kuendelea kupata habari mbalimbali zinazohusiana na ufugaji wa nguruwe na makala mbalimbali kuhusiana na mambo ya kilimo. Karibu sana. Hapa sisi kwenye banda letu, tuna nguruwe wetu hawa wawili, majike haya yanazaa mwakani mwanzoni tulikuwa tuna dume hapa, ambaye ni baba wa watoto hawa ambao tunawaona hapa. Na yeye tulimuuza, umri ulikuwa umeenda. Na sisi hapa tuna majike machache, kwa hiyo kuendelea kum retain hapa ni na matumizi, kuwa na matumizi yasiyokuwa na tija. Kwa hiyo tukaopt ku kumuuza. Kipindi ambacho tutakuwa tunahitaji tena ya kupandisha, tutakuwa tayari tumesha kuwa na dume ambaye atakuwa tayari kwa ajili kwa ajili ya kuja kupanda nguruwe wetu. Kwenye uzao wetu tumepata majike mawili, ambapo jike moja tutaliacha kwa ajili ya kuendeleza kuendeleza banda letu. Tuna dume moja kwenye ule uzao ambao ambalo liko, liko vizuri, tutamwacha na ambaye tulimnunua aina ya Duroc kwa hiyo kwa wale ambao wanaweza wakawa wana mtaji pengine ni mdogo, unaanza kidogo kidogo, ukianza hata na nguruwe mmoja jike, dume moja sio mbaya, lakini kwa wale ambao wana capital inaruhusu, kwa kweli ndani ya mwaka mmoja nguruwe mia moja unafikisha, kwa kuanza kwenye level ya kawaida tu nguruwe wanne na dume moja, kwa nguruwe wa tano, sio nguruwe sio nguruwe wengi sana kwa mtu ambaye ana kipato na anatamani kusevu pesa kwenye nguruwe ni uwekezaji mzuri sana. Ni sehemu moja ambayo unaweza ukasevu pesa yako, kwa sababu hela ambayo ungeweza kuweka benki au ungeweka mahali kwa ajili ya, ya kusevu hela hiyo unaihudumia unaweka kwenye kuhudumia mifugo, siku ukitaka sasa kuchukua kile chako utakipata na na ziada yake. Kwa hiyo kwa kweli, kuwekeza huku kuna kuna lipa zaidi kuliko uhifadhi tu pesa. Karibuni sana, endelea kufuatilia.